Yeah. Walijaribu kuiba nyota lakini wakache sia nachoka kidondoka na biti na walibia, so kudanganya nkisema najaminia kama pendi inavochana na penda unavyochukia imesimama, hata nikifaitabaki najumlisha kwenye chanya funatoa kwenye asi natoa mawazo ya kupotezwa na mawaki juu ya biti, ni mikazo kinihusisha kwenye track. Mara ananita kea bongo, ananita mshashi Mwanza, nikitokea popote ananita napi, jina la mchezo. Ikianza ligi utanitaka sinaga mchezo juu ya biti na kiwasho, utacheka ukisoma muda sambavu, hiko on time, napiga ngoma wakubwa madogo, anatoa wa wa jam kwenye gemu, usiji kuzuga kuza sura Instagram, ili jina ni brand kubwa na mchezo nimeshofam napindo, jina la mchezo and power na wazidi uwezo, hatuwezi kuwa sawa Fake rap, fake nigga na mafake MC, tungo tata na wapigia kwenye MRC. Mchaka mchaka nakimbiza mpaka kwenye plan B, fasta fasta na maliza kuwa mada saa hii.